Jina langu naitwa Joscar Rumanyika mkurugenzi wa Romanika, wa Jodade Foundation ambayo inahusika kutoa elimu kwa vijana kati ya miaka saba na kuendelea mwana kwa maana ya kwamba watoto walioko shule ya msingi sekondari vyuoni. Pia tunahusika na kuelimisha wazazi juu ya malezi ya vijana, kama wazazi kama jamii. Tunapenda sana kukonsentrate kufundisha habari ya money management, jinsi ya kumeneji hela lakini kumbe kuna kitu kinaitwa time management ambacho ukifeli hicho hata kumeneji hela huwezi. Kuna umuhimu mkubwa wa kuamka mapema saa kumi na moja na kulala mapema, ili mwisho wa siku mwili uweze kurelaksi, lakini mwisho wa siku uweze kuingiza vitu vya muhimu na vipya kwenye ubongo na vikashika, na mwisho wa siku ukafanikiwa katika kufanya mambo yako mengi kwenye maisha, kiafya unatakiwa lale masaa manane ama upumzike. Usipofanya hivyo matokeo yake unakuja kupata mental health. Kwa hiyo tumegundua umuhimu na faida ya kupumzika kwa wakati, ili kuweza kufanya vitu kwa wakati, unatakiwa wapi kufanya nini kwa wakati gani, na hivyo tumejifunza pia kupumzika tofauti na hapo, tunakuja kuona madhara baadae yanakuja kutokeza kwa sisi vijana na watu wazima, kwamba nilifeli kwenye kutai kumanage time na sasa madhara ni haya. Kwa hiyo tumekubaliana na tumewekeana changamoto na mkakati kwamba lazima tufike mahali tuhakikishe kufikia saa 4 kamili tumelala na saa kumi na moja kamili tumeamka. Tunapoamka saa kumi na moja tunafanya nini? Kwanza tunakuwa tumetengeneza ratiba ya siku hiyo na kuifuata. Tuna masaa 24 ambayo tumeagawanya katika sehemu kubwa tatu masaa manane ya kwanza ni kufanya kazi kwelikweli. Kama ni mwanafunzi soma sana, kama ni mfanya kazi fanya kazi sana, kama ni mjasiriamali jitume mno. Yale masaa manane ya pili kuna activities kama tatu ambazo tunaziita ni leisure kwa ufupi. Kama una sports fanya sports, kama ni mtu wa mazoezi fanya, kama kuna kitu ambacho kinakufanya unakuwa na afya ya mwili fiziki unafanya lakini, baadaye hapo hapo unapanga ratiba ya kesho katika hayo masaa manane mengine hayo, hayo katika kufanya mazoezi, katika kufanya leisure, ni kujihusisha na jamii kwao. Manane ya kwanza ni kazi kwelikweli, manane ya pili ni physical thing exercise na social thing, kujichanganya na jamii, alafu manane ya mwisho ni kulala. Kama unaweza kunipeleka gari gari likafanya service ndivyo hivyo, na mwili unahitaji hayo masaa manane ili uweze kufanya service wakati ukiwa umelala. Kwa kufanya hivyo, kwa, kwa masaa 24 kwa siku saba kwa wiki, kwa mwaka mzima, lazima mtu atakuwa amebadilika in terms of mental health.